Leo tumeshiriki katika mkutano wa Magavana wa IFAD. Ni mkutano wa 48 ambao unawakutanisha mawaziri wa kilimo wote duniani lakini vile vile na wakuu wa nchi. Nimemwakilisha uh, Mheshimiwa Rais na kuwasilisha ujumbe mahususi wa Tanzania kuhusu msimamo wa Tanzania katika masuala ya kilimo. Tumewaambia kwamba Tanzania kama taifa sisi mfumo wetu wa kilimo unaongozwa zaidi na wakulima wadogo, na tumeweka wazi position ya nchi yetu kwamba ili kuweza kuondoa umaskini duniani, kuleta usalama wa chakula duniani, kuleta uhakika wa ukuaji wa uchumi imara katika nchi zetu zinazoendelea na dunia kwa ujumla, kuondoa tatizo la ajira ambalo leo mataifa yaliyoendelea kama uh, Europe Amerika wanalalamika swala la wahamiaji, harafu haliwezi kuondoka kama mfumo wa upatikanaji wa mitaji wa dunia hautotambua kuwa wakulima wadogo ni wafanyabiashara kama wafanyabiashara wengine. Dunia inazungumzia swala la udumavu, kwa maana ya nutrition issues, lakini inazungumzia suala la matatizo ya mabadiliko ya tabia nchi. Dunia inazungumzia uwepo wa watu zaidi ya milioni mia saba ambao wanakabiliwa na umaskini na upatikanaji wa chakula. Haya ni matokeo ya mifumo mibaya ya kifedha duniani ambayo haiwapi fursa watu walioko katika sekta ya kilimo kuweza kupata mitaji rahisi kuweza kupata mitaji kirahisi. Na hii tumewapelekea message clear. Kama nchi ya Tanzania, position yetu ya kwanza ni lazima taasisi za fedha za dunia, World Bank, IMF, zitambue mambo yafuatayo: moja, wakulima wadogo ni sekta ya kibiashara, kama biashara ingine yote inahitaji mitaji, mifumo ya fedha na commercial banks duniani ambayo World Bank inasimamia IMF wanatuangalia kila siku, watambue mifumo yetu ya kiuchumi na kuruhusu benki kuu zetu kubadilika, ili ziweze kukabiliana na changamoto inayotukabili katika upatikanaji wa mitaji katika sekta ya kilimo. Tumewaeleza programu zinazofanywa na, na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kama huyu mkulima unayempelekea irrigation scheme unayempelekea matrekta ambayo serikali inafanya, inayopeleka ruzuku ya mbegu ruzuku ya mbolea, tunawekeza kwenye utafiti, kama hatokuwa na mtaji wa kuwekeza kwenye shamba lake la hekari mbili au hekari tatu, ambayo ni mtaji rahisi na mifumo ya kifedha haimruhusu kukopa katika taasisi zetu za fedha kirahisi kwariba nafuu, matatizo ya kiuchumi duniani hayawezi kuepeka. Upungufu wa chakula utaendelea kuwepo. Tumwambia kwamba tutakuwa tunakutana kwenye conferences duniani kujadili masuala ya nutrition, kujadili masuala ya smallholder farmers, kujadili matatizo ya environment, kama hatuja reform mifumo ya, ya fedha na upatikanaji wa mitaji kwenye sekta za uzalishaji, bado matatizo ya inequality duniani yataendelea ya kuwepo tatizo la ajira kwa vijana litaendelea kuwepo. Kwa hiyo kama nchi tumesubmit position yetu kama taifa na kwa niaba ya Mheshimiwa Rais kwamba global financial architecture ni lazima ibadilike. IMF should change, World Bank should change, IFAD should change. Na na taasisi zingine zote za, za multilateral ili ziweze kubadili, na position ya Tanzania ni kuprotect wakulima wadogo, kuhakikisha kuwa wanapata haki. Wakulima wadogo hawataki kusaidiwa, bali wanatakiwa kupata haki katika keki ya dunia na mgawanyo wa rasilimali.